Nje ya Soko Kuu la Majengo, ujenzi wa vizimba ukiendelea kwenye barabara za kuzunguka soko, kwa kila wafanyabiashara wanachodai ni kulinda maeneo yao. Lakini miongoni mwao wapo wanaopinga hatua hiyo, wakihisi ni mtego wa kuwaondoa moja kwa moja. Tuko barabarani kwa sababu ya kupisha ukarabati wa Soko Kuu Majengo, ambao utadumu kwa kipindi cha miezi kumi na mbili. Katika maombi ambayo wafanyabiashara wa Soko Kuu Majengo waliomba ni kukaa pembezoni ya barabara. Kukaa barabarani bila kuwa na kibali cha TANROADS au TARURA ni kosa, unaweza ukaondoka dakika moja na saa yoyote ile. Uongozi wanatuletea ujanja ujanja tu, lakini pale bado hatuko kisheria. Hatua hii inatufanya kumtafuta mwenyekiti wa soko ambaye anasema huo ni uamuzi wa pamoja wa wafanyabiashara na mamlaka zinazosimamia soko hilo. Tunao ushahidi uliotufanya tustiki tu, tu, tu hapa, tubanane hapa hapa lipo soko la Mwanjela, liko soko la, la, la, la Kariakoo, liko soko la Kilumba. Mpaka sasa, nenda kawaone, wafanyabiashara wanalia, wanatamani kurudi lakini hawarudi. Tukasema hatutaki kupitia kwenye uzoefu ulio feri, tunataka tuwe na uzoefu mpya ambao unaweza ukawa ni uzoefu rafiki, na halmashauri zingine zije zijifunze kwetu. Uamuzi huu unamleta mkuu wa wilaya sokoni hapa na kutaka maridhiano katika kila hatua, huku mbunge wa Dodoma mjini akiagiza ukarabati huo kuzingatia muda wa miezi kumi na mbili kama mkataba unavyotaka mkandarasi. Cha kwanza lazima aje aanze kazi kwa wakati na spidi iwe kubwa. La pili yale maeneo ambayo yatakuwa yanakamilika tuanze kuwarudisha watu polepole, tusiwache barabarani. Tusingependa kumlazimisha mtu ambaye hajatoa biashara yake hajafanya nini kule ndani ajihamisha miundombinu yake, kama ni meza, anaweza akaitumia tena. Tukakimbia haraka ya kufanini na kufanya ukarabati, tukamtengezea kadhia. Kwa hiyo uongozi wa soko unatupatia mashirikiano makubwa. Ukarabati wa soko hili umelenga kulifanya kuwa na miundombinu ya kisasa itakayokidhi mahitaji ya kitaifa na kimataifa, wakati ambapo mji wa Dodoma unazidi kukua ukichagizwa na uwepo wa makao makuu ya nchi. George Mbara, Azam News, Dodoma. <muchasana>